kwa sasa tunashuhudia ligi mbalimbali mbali zimeweza kusimama kuweza kupisha e, ratiba ya mechi kwa upande wa ngazi za timu za taifa, ambapo kwa upande wa bara la Afrika kuna mechi za kufuzu kombe la dunia. Sasa kwa upande mwingine tunashuhudia klabu ya soka ya Simba wameweza kuingia kambini kwa wale wachezaji ambao wameweza kusalia katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, ambao hawakuweza kubahatika kuitwa katika timu za taifa. Kwa hiyo miongoni mwa taarifa ambao tutakwenda kusogezea ni habari njema kuhusiana na ile orodha ya wachezaji wa klabu ya soka ya Simba ambao waliweza kupata majeraha mbalimbali, na imepelekea klabu ya soka ya Simba kuwa na hofu kuelekea katika mchezo wao wa hatua ya robo fainali dhidi ya Almasri, ambapo mechi kwa mujibu wa ratiba, Simba wataanzia ugenini pale nchini Misri ambapo tarehe mbili Simba watakuwa na kazi ya kuanzia ugenini dhidi ya Almasri, lakini tarehe tisa mechi yao ya pili watakuja kuimalizia katika ardhi ya Tanzania katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa fahamu golikipa wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Musa Kamara Pinpin aliweza kupata majeraha katika mchezo wa Mzizi Madabi ambao Simba waliweza kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam, na tumeshuhudia mechi ambazo Simba walizicheza kwa upande mmoja magolikipa ambao walikuwa akiaminiwa ni Ali Salim Katoro na Useni Abeli. Sasa hii ikazua hofu kubwa, kwa sababu ukiangalia mlinda mlango eh, Musa Kamara Pinpin, alikuwa katika kiwango bora sana na katika michuano mikubwa ya kombe la shirikisho sambamba na ligi kuu Tanzania Bara, tumemwona alikuwa akifanya saves nyingi za maana. Sasa habari njema ni kwamba golikipa Musa Kamara Pinpin aliweza kuitwa katika timu ya taifa ya Guinea ambapo siku ya jana tumeishuhudia taifa la Guinea likicheza mechi pale nchini Ivory Coast katika uwanja wa stadi Abidjan dhidi ya Somalia, na habari njema ni kwamba golikipa wa klabu ya soka ya Simba Musa Kamara Pinpin aliweza kuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa ya Guinea ambacho kiliweza kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Somalia. Kwa hiyo tunaona kwa, kwa upande mwingine hii ni habari njema ikidhihirisha kwamba golikipa huyu tayari ameshapona. Kwa hiyo akirejea katika klabu ya sukasimba mara baada ya international break kumalizika, basi ataweza kutumika katika mechi za wekundu wa Msimbazi. Lakini habari njema nyingine ni kuhusu kiungo mkabaji ambaye naye pia aliumia, Mzamiru Yasini, ambapo madaktari waliweza kuthibitisha kwamba aliumia kisigino akiwa mazoezini, aliweza kukosekana ndani ya wiki mbili. Kwa habari njema, kikosi cha wekundu wa Msimbazi ambacho kimeweza kurejea Bunju Arena kwa ajili ya kufanya mazoezi, naye Mzamiru wa asipia ameweza kuonekana sehemu ya kikosi hiko, kwa ikidhihirisha kwamba naye pia tayari ameshapona, lakini habari njema nyingine ni kumuhusu beki wa katikati Che Malone Fondo ambaye yeye pia aliumia enka katika mchezo wa Simba dhidi ya Azam tarehe ishirini na nne mwezi wa pili mwaka elfu mbili ishirini na tano. Yeye bado yupo nchini e, Morocco, katika mji wa Raja Casablanca. Sababu za kupelekwa kule ni kwamba Simba wamempeleka beki huyu e, kwa upande mwingine akafanyiwa matibabu zaidi, kwa sababu inasemekana kwamba aliumia vibaya mno, kwa hiyo kuna uwezekano akakosekana mpaka msimu unakwenda kumalizika. Sasa Simba wakaamua kumpeleka Moroko ili kwenda kufanyiwa matibabu kwa kina zaidi, naye pia taarifa ni kwamba anaendelea vizuri. Kwa hiyo kuna uwezekano uwezekano mkubwa, atakaporejea katika nchi ya Tanzania, basi moja kwa moja akaanza kufanya recovering kwa ajili ya kujiunga na wachezaji wenzake ili aweze kuwa sehemu ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ambacho moja kwa moja kitakwenda kucheza mechi za Simba. Kwa hiyo habari njema zaidi ni kurejea Mzamiru Yasin sambamba na Musa Kamara, lakini kwa Che Malone bado ni 50-50. Nini maoni, ni mtazamo kwa taarifa hii? Kama mshabiki wa Simba umeweza kupendezwa nayo, Like video yetu.